Mi nafikiri kwa mchezo ambao umeamuliwa na ubora na positions za timu zote mbili, ubora wa Simba umeamua game. Haikuwa mchezo mgumu sana kwa Simba, lakini ulikuwa mchezo mgumu zaidi kwa Pamba, kwa sababu position yao kwenye ligi haiko pazuri, wako chinichini kule wanahangaisha na nadhani wanabakiwa na mechi mbili, sijui kama mbili au tatu zilizobaki. Uh, kuna wakati fulani hivi kucheza na timu kubwa kuna mpango kazi lazima uwe nao, usione aibu kujilinda unapocheza na timu kubwa, kwa sababu yenyewe kuna vitu vingi na kushinda. Uh, ukitaka kupishana nao kwa ubora wa Simba na Pamba, uh, hauwezi kufanya hicho kitu ukabaki salama. Kwa hiyo kwangu mimi nilidhani mwalimu approach yake dhidi ya Simba haikuwa sawa sawa, watu hawatoshangaa e, Pamba kufungwa na Simba, lakini kitakachowashangaza ni idadi ya magoli. Si stori kufunga goli tano sita saba, lakini ukifungwa moja mbili, lakini umefungwa na Simba hakuna shida yoyote. Inategemea na game ilikuwaje. The way ilivyokuwa game, wangeweza hata kufunga goli nane kwa sababu ilikuwa ni game ya upande mmoja ningeshangaa kama uh, nisingeuliza swali hili, kwa sababu ni mmoja kati ya watu ambao, uh, sijawahi kusema kama sio mchezaji mzuri, lakini ni mchezaji ambaye anapaswa kuongeza umakini uh, kubore, kuongeza na ubora hasa inapokuja kwenye mechi ngumu na kubwa mechi ya Pamba. Sina shida mimi na, na Ahwa. Of course, naweza ku admit kitu kimoja tu, amefunga magoli mawili mazuri sana free kick. Uh, quality ya mpira ulivyopigwa that was fantastic, hakuna goalkeeper anaweza kuzuia pale. Lakini header, always magoli ya kichwa huwa ni mazuri, the effort aliyofanya na kufunga fantastic. Shida yangu mimi na Ahwa ni ugoigoi when it comes kwenye mechi ambazo zinamtaka mchezaji wa aina yake kuinuka na kuibeba timu huwa haonyeshi hicho kitu, lakini when it comes to Pamba, si unacheza na Ken Gold, funga hata magoli sita, I don't care. Lakini si tunacheza cha, cha uh, Confederation Cup. I want to see you hii quality tuliweka hapa against Balkan, then mimi nitasema this is a player. thisi yes.

ndiyo maana wakati mwingine hata mabeki wao wanafunga pia, lakini kwangu mimi kufunga ni tukio la mwisho kabisa kwenye mpira, baada ya matukio mengine ya mpira kufanyika. Kwa hiyo namna gani wewe unakuwa unahusika kwenye matukio mengine ya mpira? Regardless, unafunga au ukufunga, to me you can be a good striker, namna unavyocheza mpira wenyewe. Football is an art, namna ya kucheza kwanza, kabla ya kumalizia hilo tukio la mwisho. Naweza kukupa mfano. Wakati fulani hivi Chelsea ilikuwa inacheza msimu wake wa kwanza wa Didier Drogba. Ali struggle sana. Uh, lakini Drogba alimaliza ligi akiwa ya uh, maisha yake ya kucheza EPL akiwa kama mfungaji anayeongoza Mwafrika wa EPL, mfungaji bora wa Chelsea misimu miwili. Legend amemaliza pale. Lakini alivyocheza msimu wa kwanza kabisa, kila mtu alikuwa anazungumza kwamba he doesn't score na ile. Na alikuwa ametoka Marseille ambako alikuwa anafunga sana. Sio? Lakini Mourinho alisema itafika wakati kitatokea hicho kinacho wanachokitaka watu wakiona kile ambacho walikuwa wanakiona wakati anakifanya Masai. So to me ni namna gani involvement ya, ya mchezaji anavyojihusisha ya na mchezo him being a striker atakuja atascore tu, na ukiniambia kati ya hao watu wawili the player ambaye na mbret, kama good striker, ni Mukwala. I've been open and clear. Ungekuwa na mamlaka ndani ya bodi ya ligi mara, yes, baada ya barua ya Yanga kutoka Kass kurejeshwa, yeah, ungesema kwamba tarehe ipangwe. Tarehe imepangwa, lakini maoni pia yamezuka huko tena kwamba kulikuwa kuna taarifa za na mba, lakini uchunguzi chochote mm. Yes, bahati nzuri sana tumeongea siku hii jioni, tumeamka asubuhi na ratiba ilikuwa nzuri sana, na of course mimi ni katika waliofurahi, mm -hmm. kwa sababu mpira wetu tunapaswa ku kuongoza katika njia ambazo hatuna hatu hofi hofi, hatuna makando kando tu. Nilisema mimi timu hizi mbili ndio timu zinazoonea wengine, sio timu zinazoonewa. Mi siwezi kuamini kama Simba inaweza kuonewa au Yanga inaweza kuonewa, ila hizi ni timu ambazo zenyewe zinaonea wengine. Na hata TFF na bodi ya ligi wakiwepo pale, mi naweza kuambia kwamba nyinyi mnawaogopa hawa watu, na ndiyo maana ligi na timu kumi na sita ni timu kumi na nne peke yake ndizo zinazocheza ratiba ya saa nane Nyie waandishi wa habari mmewahi kuona simba anacheza saa nane au yanga? Lakini si ni ligi hiyo hiyo ambayo JKT na timu zingine zote zinacheza saa nane? Why not Simba, why not Yanga? Zenyewe zinacheza ligi ya wapi? Lakini kwa sababu TFF wanawahofia Simba na Yanga, nguvu alioipata Simba kusema si hatuchezi, hata kama walikuwa na, na sababu, lakini tu kusema hatutocheza au hatutoshiriki mchezo ni kwa sababu they feel they are big. Na Yanga leo wanasema hawachezi hata kama wameshindwa kwenye kesi kwa sababu they feel they are big, na nani amewafikisha hapo? wow. Hao uwafikisha hapo ni sisi wa Tanzania. Wako watoto tu watu, tutu, tutu, mtaani hivi wakikusikia unasema wakiona umeandika kitu watakwambia Yanga timu ya serikali bwana, sisi, ah, sisi tuna waziri fulani. Simba the same, watu watakutajia mpaka wame, wame, wamefanya, wamegombea uhuru kwenye nchi watakwambia kama si tumegombea uhuru bwana sisi ndo timu fulani na kwa sababu hii haianzii kwao, inaanzia hizi timu. Ndio zimegawa nchi yetu, sawa. Wako mawaziri ambao wanazipenda hizi timu, wako viongozi wakubwa serikali wanazipenda hizi timu, sometimes wanashinikiza mpaka maamuzi kwenye hizi timu, wako viongozi wa chama wanazipenda hizi timu. Sasa tulipofikia ni kama tulikuwa tunafuga watu au wa mifugo hivi, alafu imenenepa imetoka kwenye, kwenye zizi, hatuwezi tena. Tulipofika hapa, tunakwama kwa sababu hizi timu ni kubwa, sawa. kwa hiyo kilichofanyika kwangu mimi of course ni sawasawa. Haya basi, tuzungumzie kuhusu uchunguzi. Kwani Yanga wakati wanapeleka swala lao kasi walijua kuna uchunguzi au hawakujua? Jibu ni kwamba walijua kwamba kuna uchunguzi. Kwa nini wakusubiri uchunguzi? Waliamua kupeleka jambo kasi. Kasi ndiyo sehemu ya mwisho kabisa ya kumaliza migogoro ya michezo duniani, ambayo katiba za mashirikisho yote iwe ya nchi si ukafu FIFA wanaitambua, wana CAS kama ndio sehemu ya mwisho ya kumaliza mgogoro wa michezo, sio? Wameenda CAS kule, Yanga, mgogoro ule ume, umemalizwa na CAS, umeisha. Ukirudi huku what next? Kama, kama TFF na bodi ya ligi na Simba wangeshindwa kesi, maana yake si Yanga wangepata point tatu, si ndio? Kwa sababu Yanga waliomba point tatu, waliomba na tarehe ya Chauli dogo lilikuwa tarehe wali kuwazuia bodi wasipange tarehe kama wangeshinda Yanga manake bodi wasingepanga tarehe na pia wale wangepewa point tatu, si ndio? Wameshindwa, what next? Bado uchunguzi ni wa nini? Kama uchunguzi ulikuwa ni kitu muhimu, Yanga walipaswa kusubiri uchunguzi ili wa exhaust committees za ndani, lakini wao wakuona huo muhimu, wanautaka leo baada ya kushindwa kesi. Wanasema maana imani na bodi ah, sijui tafsiri yake. Sana sana unapokuwa unakosa imani na bodi, sio unakosa imani na bodi ambayo inasimamia ligi kwa unaikosa imani kwenye mechi moja tu dhidi ya Simba. Kwa utakapokwenda kucheza na JKT, hawa wao ndo watasimamia. Utakapokwenda kucheza na Pamba, hawa wao ndo watasimamia. Imani huko inakuwa ipo, isipokuwa mcheza na Simba au kwenye shughuli za Simba ndo imani haipo. Mimi nadhani ningekuwa na ningewaunga mkono kama wangesema bwana, hawa uendeshaji wao wa ligi na kila kitu hawa, bwana, sisi hatuna imani nao, sisi tunakaa pembeni. Kama wanaweza kususia mchezo mmoja, why not zote? Kwa sababu si mchezo mmoja tu katika kanuni zilizopita ungeweza kukushusha madaraja mawili kama leo, unaweza kukunyima alama kumi na tano ikakunyima ubingwa. Timu zote zinapoanza ligi zinatamani ubingwa, we utaki ubingwa? Unasema mi sitaki, sitaki kucheza, upoteze alama kumi na tano. Kwani unashindwa kususia mechi zingine? Kelele za bodi kuwa uhuru zinatija kwa timu uhuru, maana yake nini? Tuanzia hapo, bado ipo, ipo chini ya TFF haina mamlaka kamili, yenyewe kama yenyewe pia haichagui viongozi wake bodi haichagui viongozi wake wenyewe. Yaani bado bado ipo katika muhimili, yaani bado ipo katika muhimili wa wa TFF. Bodi ya ligi kuu ya ligi ni chombo cha TFF kilichoundwa mahususi kwa ajili ya kusimamia ligi za TFF. Bodi ilianza kama kamati ya, ya, ya, ya ligi, ilikuwa ni kamati ya ligi. Mashindano yote ya TFF yalikuwa yako chini ya kamati ya mashindano, idara ya mashindano ambayo ina kamati ya mashindano sawa? Mimi nimewahi kuhudumu hapo nikiwa kama mkurugenzi wa, wa, wa mashindano, ambaye ndio katibu wa kamati ya mashindano sawa sawa. Lakini baadaye ikaundwa hiyo kamati ya ligi ambayo ilikuwa kazi yake ni kusimamia ligi kuu tu. Baadaye hiyo kamati ikabadilishwa ikawa bodi, ikaundwa bodi ya ligi. Bodi ya ligi ilikuwa inaitwa bodi ya ligi kuu sawa, kwa sababu ilikuwa inasimamia ligi kuu tu. Ligi zingine zote zilibaki TFF wakawaongezea daraja la kwanza ambayo inaitwa championship wakaongezea daraja la pili ambayo inaitwa festival. Kwa sasa hivi na ligi tatu tu inasimamia, ligi zingine zilizobaki ziko TFF. Ligi ya wanawake iko pale TPLB, sijui sahihi i alafu ligi kwa mfano iko kwenye soka kamati ya wanawake huko, alafu kuna FA inasimamiwa na idara ya mashindano na kamati ya mashindano. Kuna hizi zingine ligi zingine zingine, zingine sijui mabingwa wa mikoa nini wako huko, sawa sawa. Uh, sasa, kama hiki ni chombo cha ja TFF kimeundwa mahususi kwa ajili ya kusimamia ligi zake, na nani ana composition na formation ya, ya bodi inatengenezwa na vilabu vilabu hivyo, yanga ipo simba ipo JKT ndio zina fomu hiyo kitu na ina, ina, ina, ina, uchaguzi wake inafanya kwa sasa. Leo mimi naposhangaa kwamba kuona kwamba hiki ni kitu separate, kwenye vikao kule vya bodi ndo waseme bwana, sisi tunataka sisi wenyewe tuwe huru. Timu zote za ligi kuu ni wanachama wa TFF wanaenda kwenye mikutano mikuu, waya hawazui wa, wa, wa hiyo hoja, wanataka kuizua hoja leo tena nje ya vikao. Hizi hoja ni nzuri, zipeleke kwenye njia sahihi zipelekwe kwenye vikao vikuu. Tuliona mkutano mkuu wa mwisho, mwenyekiti wa wa Simba Mangungu na rais wa Yanga Africa walikuwepo, na wao walifika mbali kwa kusema rais wa TFF agombee peke yake. Kwa nini wakusema siku ile kwamba bodi iwe iwe huru? wanakuja kusema leo baada ya haya kuibuka. Ah, mambo mimi sitaki yasikike.